Ni washukuru nyinyi wananchi wenzangu wa Chamwino kwa kujitokeza kwa wingi namna hii, na naambiwa watu wanakuja wanakuja wengi. Niwaombe sana tujitokeze sana, tuje tuandikishe, ili tupate haki ya kupiga kura, kutimiza wajibu wetu wa kikatiba. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja, mzunguko wa kwanza umepita. Tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, huko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo, ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Huu ndio wito wangu, ili twende tujiandikishe tupate haki ya kupiga kura, turudishe uh, serikali inayoleta maendeleo kwa nchi, rudi madarakani tuendelee na maisha yetu. Kuto kujitokeza kuandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba, na unapokataa haki ya kikatiba, swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani ambaye katiba imekupa fursa hii? Nenda kaandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia wewe. Unaikataa, ukikataa wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka, na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wakubabaisha tu na wakulalamika, lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulize mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Hii ni fursa kubwa, inatokea kila baada ya miaka mitano, haiji kila siku. Kwa hiyo ni vyema kila Mtanzania, na ni huo ndio wito wangu. Kila Mtanzania ajitokeze atumie fursa hii.